Raisi wa Madagascar Kanal Michael Randrianirina ambaye amekwisha apishwa kuliongoza taifa hilo baada ya mapinduzi amewashukuru Gen Z ambao kwa majuma kadhaa walikuwa mitaani katika maandamano ya kushinikiza mabadiliko hayo. Hii ni TriGen Media. Waandamanaji hao tangu mwanzo walikuwa wakilindwa na wanajeshi ili polisi wasiweze kuwadhuru. Awali waandamanaji ishirini na mbili wali waliuawa na polisi. Tangu hapo jeshi likachukua udhibiti wa waandamanaji hao na usalama wao. Vuguvugu vugu la maandamano hayo hatimaye lilisababisha rais wa zamani wa Madagascar Andry Rajoelina kulazimika kuikimbia nchi na kwenda mafichoni. Shamra shamra za kufanikisha malengo hayo ya Gen Z zilifanyika katika viunga vya makao makuu ya mahakama ya katiba mjini Antananarivo ambapo umati wa watu ulikusanyika. Wanajeshi hawa wanaoshikilia nchi kwa sasa na wanaoongoza mapinduzi haya ni kikosi cha wasomi ndani ya jeshi la taifa hilo. Pia uongozi huo wa kijeshi wa Madagascar umekwisha chukua hatua ya kusitisha taasisi muhimu za kidemokrasia kama vile tume ya uchaguzi vijana hawa Gen Z wanatajwa kuwa miongoni mwa wanufaika wa muundo mpya wa serikali kutokana na kazi kubwa walioifanya. Vuguvugu la mageuzi ya serikali zilizo nyingi na mapinduzi yanayoongozwa na makundi ya vijana ya Gen Z. Hii ni TriGen Media.